Wa kituo cha sita. Veronica anapangusa uso wa Yesu. Tazama mtumishi wangu, uso wake ulikuwa umeharibiwa sana, zaidi ya mtu yeyote, kumbo lake zaidi ya wanadamu, palikuwa mbele za Bwana kama mche muororo na kama mzizi katika nchi kavu, yeye hana umbo wala uzuri, na tumuonapo hana uzuri hata tumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuae sitikiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao alidharauliwa oliwa wala hat, hatu kumhesabu kuwa kitu. <laughs> Yesu, Bwana Yesu Kristo, tunakuabudu na tunakuheshimu kwa sababu kwa sababu umeikomboa dunia yote kwa msalaba wako mtakatifu. Alipopita Yesu watu walijisingizia kwana kwamba hamjui, ila mwanamke mmoja alikuwa na ushujaa. Bibi Veronica alimkabilia Yesu akampanguza uso wake. Yesu ametuachia mfano wa shukrani, kwani alimtilia Veronica sanamu yake katika kitambaa. E Bwana, utusaidie kufanana nawe na kupokea kila kitu kwa shukrani. Baba yetu uliye binguni, jina lako litukuze, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama binguni. Utupelea mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa okay. yu ama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu amina. Atukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele amina. E Bwana utuhurumie, utuhurumie. Roho za waumini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani.

kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, sukile katika kishawishi lakini tuokoe maugunea amina. Maria, Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu amina. Salamu wa ni na kebote, na Yesu na na. Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na kose, saa ya kufa kwetu. Amina. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa. Nasa Maria, mwamu, pose, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa. Sasa na saa ya kufa kwetu. Amina.